Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Taarifa ya Baraza la Vyama vya siasa wa umma kuhusu kikao cha Baraza la Vyama vya siasa kilichofanyika tarehe 12 na tarehe 13 Machi 2025. Utangulizi. Baraza la Vyama vya siasa lilifanya kikao cha kawaida tarehe 12 na 13 Machi 2025 katika hoteli ya Nashera Morogoro. Katika kikao hicho, ajenda zifuatazo ziliwasilishwa. Ajenda ya kwanza, mafanikio, changamoto za baraza la vyama vya siasa katika kipindi cha miaka iliyopita. ya ajenda ya pili, kuvijengea uwezo vyama vya siasa kushiriki uchaguzi wa mwaka 2025 kikamilifu. Vilevile masuala yafuatayo yaliwasilishwa na kujadiliwa. La kwanza miki. Mradi wa, kwa kwa siasa, wa siasa, ya pili, mradi wa kutoa elimu kwa viongozi wa vyama vya siasa kuhusu sheria zinazosimamiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, na ya pili mradi wa kutoa elimu kwa viongozi wa vyama vya siasa kuhusu nafasi ya watu wenye ulemavu katika siasa na uongozi. Maazimio: baada ya majadiliano, wajumbe wa baraza la vyama vya siasa waliazimia yafuatayo. Na kwanza baraza la vyama vya siasa linatumia fursa hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada anazozichukua kutetea haki za wanawake, haki za wanawake na kuwapa wanawake fursa za kiuchumi, za kielimu, uongozi. Pia, baraza la vyama vya siasa linatoa shukurani na pongezi hizo kwa sababu kwa, kwa, kwa sababu tangu serikali ya awamu ya sita iingie madarakani, fursa za kiuchumi, kielimu na kiuongozi kwa wanawake zimetengenezeka si kwa kiasi kikubwa. Vile vile mfumo, mifumo ya, vile vile mfumo ya haki ya kulinda haki za wanawake imeimarika, na kielimu kuhusu haki za wanawake na masuala ya kijinsia inawafikia Watanzania wengi. Ya pili, baraza la vyama vya siasa pia linawapongeza wanawake nchini kwa ku, kwa ku, kwa kukamilisha miaka 30 ya mkutano wa Beijing. Vile vile linapongeza serikali kwa mafanikio yaliyopatikana ya kulinda haki za wanawake tangu mfumo wa Beijing hadi sasa. Baraza baraza, baraza linaendelea kuheshimu haki za wanawake ikiwemo haki ya kushiriki katika siasa na uongozi. Baraza la vyama vya siasa linatumia fursa hii kuviasa vyama vya siasa kuwa na programu maalum ya kuwajengea uwezo watu wenye ulemavu kuweza kushiriki katika shughuli za siasa na uongozi. Na tatu, aidha katika kipindi hiki tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, baraza la vyama vya siasa linakemea wanasiasa wanaotumia vibaya majukwaa ya kisiasa kwa kuhamasisha uvunjifu wa katiba na sheria za nchi na ukiukwaji wa maadili ya, na ukiukwaji wa maadili ya Kitanzania. Hivyo, baraza la vyama vya siasa linaviasa vyama vya siasa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sheria za nchi, maadili na vyama vya siasa pia maadili ya, maadili ya uchaguzi na maadili mengine ya nchini. Tudumishe amani na utulivu na umoja wa kitaifa katika kipindi chote cha uchaguzi huu. Ni imani yetu Baraza la Vyama vya Siasa, vyama vyote kumi na tisa vya siasa nchini vyenye usajili wa kudumu tutashiriki katika uchaguzi huu mkuu wa mwaka huu